msemaji wetu Sheikh Ahmad Said Basef, mkurugenzi wa dawa Sheikh Yahya bin Abubakari Kivuma, lakini Chief Kadhi wetu Sheikh Nuruddin Ramadhan, mjumbe wa Halmashauri Kuu Bakwata Taifa Mwalimu Kakongo Misambano, lakini pia wageni wetu waliojoin na sisi hapa uh, tunatambua uwepo wenu mashekhe wa kata wote, wajumbe baraza la mashekhe, lakini nisimsahau mjumbe wa almashauri Bakwata mkoa Mwalimu Hamisi, na mratibu wa elimu Bakwata mkoa, katibu wetu wa Bakwata, mzee wetu Alhaji mtarajiwa, mzee Huseni Ramadhani Kuzungu, mwenyekiti wa wilaya, Chief Kadhi wa wilaya, wajumbe baraza la mashekhe wilaya Sheikh Abdallah bin Sheikh Ali Osman lakini Sheikh Suleiman, mashekhe wote wa kata mlohudhuria mkiongozwa na Sheikh kata mwenyeji mheshimiwa diwani wetu Sheikh Salihina. Eh, kwa nafasi ya kipekee simama bwana utoe salamu eh. Eh, Sheikh Salihina tunakushukuru. Huyu ni Sheikh wetu wa kata mwenyeji afu diwani wetu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungu akulindia cheo chako ndio tunayotaka sisi, kwamba huko huko tufatane, ulipo tupo. Alhamdulillah, jazakallah khair. Lakini maimamu wetu, katibu wetu wa kadhi wilaya, katibu wa wilaya wa mkoa, simoni mzee Sendaro yupo, ayupo. Basi mzee, natambua hapo umekaa na mzigo hapo. Asante. Maimamu mkiongozwa na Imam Shafi hapa, walilahi alhamdu, kina mama wote jua kita, Mwenyezi Mungu akubarikini sana. Niseme tena asalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikao chetu sio kirefu sana. Lakini nianze kukushukuruni kwa kikao niamini cha ghafla lakini tulojaliwa tumetika. Ambao hatukujaliwa basi ni sababu mna asbab za kiubinadamu, kwa hiyo naamini ambao hawakuhudhuria basi wanaudhuru na dharura. Mwenyezi Mungu inshallah afanye wepesi. E, lakini si msahau MC huyu e, eh, akinaona hapo alipokaa, mbona sitaji na mimi ndo naongoza shughuli <laughs> wanakushukuru MC Imam wa Masjid Fisabilillah eh, ambaye ni mwenyekiti wa Juvikiba mkoa wa Dodoma Sadi Mahmud Nkusa lakini mkurugenzi wa dawa wilaya naye Sheikh Hidi yuko pale bi Sheikh Shabani Bela, walilahi alhamdu, timu imetimia. A, lengo la kuitana kwanza ni kukushukuruni kuhudhuria, lakini cha pili kukushukuruni kwa namna ya kipekee juu ya maombi mbalimbali mbali ambayo tumeyatumia kipindi chote cha uchaguzi wa 29 Oktoba, naamini hali iliyokuwepo na mpaka kuvuka kama si kumtanguliza Mungu mbele na kama si dua zetu, basi nadhani sijui kama tungefika hapa tuliko na sijui hata tu, kama tungejumuika leo na Mheshimiwa Diwani eh, mpaka demokrasia hizi kutendeka. anasema mayaba ubikum rabbi laula duaukum, au sio? E, kama si dua zenu basi Mwenyezi Mungu asinge kujalini kwa lolote na chochote, lakini dua zetu ndo zimepelekea Mwenyezi Mungu tuitikia maombi yetu kwa namna tulivyomwomba Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mkubwa, lakini pia vile vile kwa uchamungu mkubwa. Hili nakushukuruni sana kwa niaba lakini ya Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania, kwa sababu Mtume Muhammad tunaelewa na sisi sote ni wasomi, tume asema man asda ilaikum marufan fakafiuhu, atake kufanyeni jambo jema mlipeni, fa fain tajidu tajidhu matukafiunahu fadula, mkitopata cha kumlipa basi muombeeni Mwenyezi Mungu. Kwa sisi pia nakuomba Mwenyezi Mungu kwa adhima, lakini tulilolifanya lipo kwenye jukumu letu, kwa sababu ili uwe Mtanzania safi ni lazima uwe mzalendo, na uzalendo ni kulipenda taifa lako, na miongoni mwa kulipenda taifa lako ni kuliombea amani na utulivu. Na kama tulivyozungumza siku ya Ijumaa katika hutuba, imani na amani ni kitu kimoja, ni juzu la yatajaza kitu kimoja ambacho huwezi ukakitenganisha. Ili uwe na imani nzuri, lazima patikanike amani, na ili kupatikanike amani, basi imani ya wale wanaokuongoza imani ya Mwenyezi Mungu, imani ya lazima ipatikanike. Lakini zaidi pia ni kushukuruni katika kongamano letu lililofanyika Morena Hotel, ambalo walilahi alhamdu, mlijitokeza kwa wingi sana. Kwa mimi nilisimama hapa leo kwa niaba ya kukushukuruni sana, lakini kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti kwa sababu kongamano hili lilifanyika Dodoma jijini hapa, hapa. Kwa watu mfti tukakifanya kikao hiki Kondoa au Chemba au Chamwino, lazima tuwashukuru wale waliofanikisha kwa ujio wenu. Mngeweza kubakia nyumbani mkafanya mambo mengine ambayo yanakuhusuni nyinyi na, na familia zenu, lakini kuacha majukumu yenu na kujoin pamoja kama waumini wa dini ya Kiislamu kwa kweli ni jambo linalostahili sana kushukuriwa, lakini pia vile vile kama wakazi wa Dodoma, lakini kama wakazi ambao tuna sifa kama Watanzania. Kwa hiyo nakushukuruni sana, Mwenyezi Mungu akubarikini sana, Mwenyezi Mungu inshallah akudhifieni akupeni badala ya muda mlioutenga kwa ajili ya kuliombea taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tulimwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atupe kiongozi ambaye anamtaka yeye au viongozi anaowataka yeye. Mwenyezi Mungu ametujibu kamrudisha kiongozi yule yule, e, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana anasema bado tunaye na tunatamba naye. Mheshimiwa wa diwani wetu, haya, Sheikh Salihina tunaye, tunatamba naye hapa. E, kaja kwa sifa ushehe, kavaa kanzu, lakini akiwa kule kwenye kijani anapiga kijani zake. Mungu akubariki bwana. Kwa hivyo naamini miaka mingine ijayo tutapata madiwani wengine huko. Na wabunge Sheikh Salihina umefungua njia. Na wengine na wengine inshallah watafuta athari zako, lakini utapata CV ya kwamba wewe ndio umefanya nini? E, Sheikh wakata jasiri! <laughs> Kwa hiyo kiukweli ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini tusichoke, tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kuihubiri amani na utulivu. Nadhani tulizungumza, tumeona namna kipindi tulichopitia hapa baada ya siku ile ya uchaguzi wale waliojaribu kuteteresha amani ya nchi na athari zilizotokea katika kuathiri ile amani japo kwa njia moja au nyingine, lakini hawakufanikiwa. Hali tuliyoishi nayo ilikuwa ni ngumu sana, kwa kama tulikuwa tunasoma somo tu kwa njia ya ubao, sasa tumeingia kwa njia ya vitendo, au sio? tumeona itikafu tulizozikaa nyumbani imeeleka vizuri ambazo hazina nia. Kiukweli hali ilikuwa ni tete sana na hakuna aliyopenda maisha yale tuliyopitia, maisha ya lockdown. Hatutoki nje, nyoyo zote, mioyo inakuwa na wasiwasi, hatujui leo kuna kucha au hakuchi lakini wafanya biashara wenye mali kuoza zimeathirika sana eh? Pesa kidogo ilitetereka, kwa sababu hakuna kinachoendelea. Mepita jana hapa, kama unakata, tunakwenda Chang'ombe pale karibu na masjid ule msikiti cha mwana Bondeni, Bwana Mamur nimeona mimi, nilikuwa sijui nasema, ah, ile nyumba ime... imeungua, nimesahau kama kuna kitu gani kilitokea. Anambua sha kesi ile, mahakama walichoma kwa ni mahakama ambapo ndiyo sheria inaenda kutekelezwa pale, watu wamechoma mahakama. Sasa kuna mafaili ya wahalifu wangapi, kesi za watu wangapi, mahakama imeteketea? Ni uvunjifu wa amani. Lakini vituo vya mafuta vilivyochomwa moto, hasara ngapi au kiasi gani eh? lakini katika hali ile waliojaribu kufanya vile, vijana wetu wangapi leo hatunao duniani? Kweli ilikuwa ni mama, mkanye mwanao. Kwa hiyo hatutochoka kama viongozi wa dini, tuendelee kuihubiri amani, kwa sababu alwiqaya khairu min alilaji, kinga ni bora kuliko kuliko tiba. Tuwaonye, tuwaseme, lakini tuwatahadharishe. Jamani, watu hawaandamani hivyo. Yaani, mtu katika kuandamana ahakikishe anaandamana kwa njia ya salama na amani, anadai haki yake anayotaka kuidai. Tunaona waandamanaji wa, wa, wa wameandika mabango yao wanatembea barabarani, wale ndio waandamanaji wa kidemokrasia. Lakini kuandamana gani kukwapua mali za watu dukani? Watu tumeona Kariakoo wanaibiwa simu watu wanaenda mpaka wanaiba masufuria mamantili wanakula wanakula ubwabwa. Eh, sasa vibaka au waandamaji? Eh, watu wanaiba nguo, watu wanavamia mabaa, zile pombo wanachukua wanafanya nini? Utasema wana wanadai demokrasia ipi ambayo haipo kwao? Ni chaka la wahuni fulani ambalo limefanyika nyuma yao, inaonekana kuna watu wanalimoniti ilichaka, lakini hatuna cha kufanya kama viongozi wa dini wazalendo tunaolipenda taifa letu tunaoipenda dini yetu, kumwomba Mwenyezi Mungu. Lakini tumeshuhudia misikiti kadhaa Ijumaa, sio hii ya juzi, ile iliyopita, atukuswali ikiwepo msikiti huu, atukuswali Ijumaa, sijui Sheikh Abdallah Majengo au nilipigia simu nikakwambia, kama watu wameendelea, wapo wengi swalini, tuliswali swali ni? Tumiswali. Tumiswali, hapa tukuswali Ijumaa, na misikiti mingine mingi haikuswali Ijumaa lakini kutokana na, na agizo la na mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania wajua Dar es Salaam kulichafuka zaidi, Mbeya kulichafuka zaidi, Songwe kulichafuka zaidi. Kwa hiyo ile hali ikaangalia ikaonekana pengine kumbe ni sehemu hizo ndo sana. Kwa hiyo kilichotendeka na kilichokuwepo mufti ilibidi achukue nafasi yake ya umufti e, ya ayu alladhina amanu khudhu hidhrakum, au sio? Eh, kuifanyia kazi aya ya Mwenyezi Mungu, anasema enyi ninyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, chukueni tahadhari. Lengo tulisema amani kikosekana, hata hizi ibada tunazoabudu hatutoabudu kama tunavyo abudu siku zote. Na kweli imetokea tumeona, baada ya kuchafuka amani hata hizi aljuma hatukuziswali, lakini tulitoa maagizo wale wanaoswali walofanikiwa kuswali adhuhuri waunganishe na alasiri kwa kukamilisha watakoswali magharibi waunganishe na nini, naisha. Kwa hiyo iwe asraini na maghribaini kwa ajili ya adharuratu tubihu almahdhurati. Kwa hiyo misikiti mingi ilifanya hivyo, kitu ambacho hatukupendezewa kufanya hivyo, lakini hali yenyewe jinsi ilivyopelekea imebidi tufanye hivyo. Kwa hiyo haya yaliyotokea ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuonyesha athari ya kuharibu amani na utulivu tuliokuwa nayo. Kitatokea nini au kimetokea nini? Kama tulikuwa tunaitafsiri tu kwa mazungumzo, sasa tumeipata kwa nini, kwa vitendo. Narudia kusema tuna haki ya kuliombea taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna haki ya kuwaombea viongozi wetu, Mheshimiwa Rais na viongozi wa andamizi, lakini tuna haki ya kujiombea sisi wenyewe, na Mwenyezi Mungu inshallah uh, ametuambia kwamba uduni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Mimi kwa haya machache niendelee kukushukuruni sana, Mwenyezi Mungu akubarikini sana, na hapa niseme Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri sana, na nikushukuruni sana kwa hudhuri yenu katika kikao hiki kifupi cha kuwashukuru, lakini pia vile vile katika kikao hiki tumepata ugeni, ugeni message yao wataifikisha kwenu wao kama wao, tunao mashehe hapa, watajitambulisha majina yake.